Kwa Kyerwa niomba yeye niseme jambo moja tu fupi kwamba watoto tunawapenda, na serikali imeweka mifumo thabiti ya kumlinda mtoto. Mtoto ana haki ya kupata elimu, mtoto ana haki ya kupata afya. Ndio maana kuna sera za afya za watoto ambapo watoto wanapata chanjo, wanapata huduma za afya za msingi bure. Lakini eh, kuna swala ambalo linajitokeza siku watoto wadogo sana nw anyway, niseme hata kwa watoto wadogo kuna maswala yanatokea ya ukatili wa watoto. Lakini inapotokea ukatili wa watoto, sisi serikali tunapoamua tuchukue sasa sheria ili yule mtuhumiwa aweze kuchu, kupata haki ya kwamba apate hukumu inayomstahiki wazazi, mnatuleta down, wazazi mnatukatisha tamaa kwa maana mnatuzunguka nyuma ya mgongo, mnaenda ku... kushawishiwa na wale watuhumiwa, mnapokea chochote kitu, mnafuta kesi. Niwaombe hmm sana, inapotokea mtoto amefanyiwa ukatili, acheni serikali ifanye kazi yake, mtuhumiwa aweze kupata hukumu inayo mstahiki. Mnavyokuwa mnaenda kuongea nyuma ya mgongo mna mnawasiliana na watuhumiwa, alafu naenda kufuta kesi kwa kweli mnachukatisha tamaa na hiyo haikubaliki. Niseme kabisa, sasa hivi nitakuwa ninavaa buti nikiona mzazi, wewe ndio chanzo cha mtoto huyu kutokupata haki. Sababu kama mtoto amefanyiwa ukatili, alafu wewe ukaenda kubageni na, na mtuhumiwa alafu ukaenda kufuta kesi, ina maana tunakuchukua wewe sasa ndio mtuhumiwa. Si tunaelewana? Yeah. hiyo tabia tuelimishane, tuache ili watoto wetu wapate haki. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vizuri. Ashkuruwa vizuri. Leo ni siku ya mtoto Afrika, wa Afrika. Tuwalinde watoto, tuwalinde watoto katika maeneo hatarishi. Lakini niko hapa nikiwa mwakilishi wa rais Dr. Samia Suluhu Hassan, nimekuja kutoa zawadi kwa ajili ya watoto kwa wa siku hii ya kwao, siku ya watoto. Majina, anaitwa Zaina Jamada ya Selestini, mkazi wa Jewa. Mwanangu anaitwa Faisal Anodi, amelazwa toka Ijumaa asubuhi, ila kwa sasa nawashukuru madaktari, mwanangu anaendelea vizuri, yake sio mbaya na pia tunamshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa zawadi alizotupatia, na kiongozi yake na kiongozi wake mkuu wetu wa wilaya Zaituni Msofe, tunashukuru sana, tunaungana naye, tuko pamoja. Asanteni sana.